Nimshukuru Mwenyezi Mungu kutoka afya na uzima nahatumaa. Leo tumekuja kutembelea eneo la stendi, mradi wa tactic awamu ya pili ambao tupata stendi na soko la Sokomatola. Ii kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana, mkandarasi. Kwa spidi ambayo alianza naye mwanzo kabla tulivunja baraza, ilikuwa ni spidi kubwa na tuliamini mwezi wa nane kweli kazi inakwenda kuisha. lakini leo nimekuja kutembelea eneo hili, kwa kweli kazi hairidhishi kazi haiendi inavyotakiwa, kazi iko slow sana, na ukiangalia changamoto katika kuongea nao mkandarasi, changamoto za pesa wameambiwa, niambia changamoto za kuonazo ni kukosa kokoto, kukosa vyuma. Sasa hili jambo kwa kweli, jambo ambalo nitakuwa mkandarasi kujipangi kazi kubwa kama hii, serikali inatoa fedha, World Bank umetupa fedha na World Bank kama unavyojua fedha zake fedha zao zina za muda maalum, itafika mahali wakisizi hizo so fedha bidi halmashauri ingie kwenye mradi, sasa hapo tutakuwa kuanza kutafuta na ubaya kwa sababu halmashauri kufikia bilioni mpaka sasa hivi mshauri karibia bilioni 12, ndio washuhu bado kama bilioni 18, lakini mradi huu haujaisha, soko Matola, hajisemiradi iko nyuma sana. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wasimamizi, lakini muombe mzabuni ambaye alipata ile tenda, hii kazi iangalie kwa macho mawili, sifike mahali kuingizana kwenye matatizo bila sababu. Wananchi wa Mbeya ni yao ni kuona stendi, wananchi wa Mbeya waliahidiwa stendi naisha mwezi wa nane. Leo mwezi wa kumi na mbili tumeongeza muda, miezi minne. Baada ya mwezi wa nane mkandarasi kaongezewa miezi minne, inakuwa kazi haikabidi. Tarehe thelathini na moja mwezi wa kumi na mbili leo bado wiki mbili, lakini jinsi kazi inavyoonekana, hata mwezi wa sita wa saba itakuwa bado haijaishi. Kwa mimi niombe sana, tusifike mahali. Mzabuni ni mtanzania mwenzetu, na alianza kazi kwa vizuri sana, tulimwagia sifa nyingi. Nilikuja hapa na viongozi, tulikuja na wakati kipindi kile alikuwa mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu yangu mzee Dr. Homera tulikuja hapa na mheshimiwa waziri kwa kweli, tulisifia kazi kwa kuna spidi kubwa, na tuliamini kabla muda waliopewa kazi taisha mapema. Ni kwa kweli, sasa hivi tumevunja moyo, kazi haiendi, kazi spidi yake ni ndogo, kwa kweli, yaani kazi inaonekana hapa. Sasa tufika mahali, tafikana mahali, kwa mimi sipendi kabisa tufikane mahali, kwa sababu tunapenda kuwainua wakandarasi wa Tanzania, tunapenda wakandarasi wa Tanzania ndio tutuwe nao kwa sababu fedha zilikuwa katika nchi, lakini kwa hali kama hii inakuvunja moyo. Mimi niombe sana, nikuombeni sana waheshimiwa wahandisi, hebu ambao mnasimamia project manager na wengine, nikubadilika hii kazi, pelekeni kwa mfumo unaotakiwa imalize kazi kwa muda, tusiingie kwenye mambo ya makato ya liquidity. Tutafika mahali tukawa hatupendi kuingiza kuwapatia hasara Watanzania wenzetu. Naimani ta kwamba Tanzania akipata fedha zinabaki hapa nchini zinaleta maendeleo na kwa mzuko pesa unaongezeka. Kwa hiyo mimi nikuombeni sana, hii kazi naomba muipe mh, kipaumbele. Fanyeni juu chini, ongeeni na, na, na zabuni na mkandarasi ili kazi iweze kubadilika, tusipobahatika speed yake ya mwanzo. Speed yake ya mwanzo kuwa speed ya kuridhisha mpaka viongozi walifurahi, lakini kwa namna hii hata viongozi wakija hapa hawatatuelewa. Mimi nikuombeni sana ndugu zangu najua nyinyi pengine mnabebeshwa mzigo na mkandarasi mwenye bana mabebesha mzigo, sababu nyinyi hapa mnaagiza. Sasa sika mahali mnaagiza material haziji, mnaagiza nondo haziji, mnaagiza simenti haziji. Kwa mimi ni kuombeni sana, msisitizeni, na sisi tutamtafuta mkandarasi tuongee naye tumweleze ukweli, hii kazi ndakiwa iishe kwa muda, wananchi waombe wanahamia hii stendi, wananchi waombe wanahamia kwa wananchi, inabadilika, jiji letu linabadilika. Tunao kila siku tunapigwa vita, jiji halina maendeleo, jiji halina maendeleo kwa sababu mambo kama haya yanatubisha nyuma. Kwa mimi ni kuombeni sana sana sana na hii mara yangu ya mwisho kuja kuomba. Baadaye sitakuja tena kuomba, tutakuja labda na hatua zingine. Kwa hiyo sitaki kufika huko, mimi ni mtu mzima na nachoomba sana, badilikeni, ifanyeni kazi kwa misingi inayotakiwa kwa mikataba tuloingia, na kazi iende kuisha kwa muda wake ambao umepangwa, ili wananchi waweze kufaidi matunda hapa. Mheshimiwa Rais anatoa fedha nyingi kwa ajili ya miradi. Leo Mheshimiwa Rais akiona mradi kama huu hauendi, fedha nyingi, fedha za mabilioni ya fedha, huu mradi wa soko Matola na bilioni 30 sasa leo mradi wa bilioni thelathini, robo tatu ya fedha eh, theluthi ya fedha imeshalipa karibia bilioni kumi na mbili, halafu kazi bado haionekani mtazamo wake. Kwa kweli jambo la kusikitisha sana, hata we mwenyewe mheshimiwa rais hatafurahia jambo hili. Mi nikuombeni sana, ndugu zangu, tubadilike, tufanye kazi vizuri, ili kazi iweze kwenda. Ongezeni speedi, naamini mkiamua kuongeza speedi, mtafanyana hii kazi, mtaimaliza kwa sababu nawaamini kwamba mnaweza, kwa sababu mwanzo mlianza kwa nguvu kubwa na kazi tulikuwa tunaiona kwa, kwa, rudisheni ule hamasa ya mwanzo, rudisheni spidi ya mwanzo, kazi hii kazi iweze kazi kazi kumalizika.